Vipi, jina langu ni Pasens Iscarion, ni azima dakika moja nikupe habari. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amesema ana matarajio kuwa mpango wa hivi karibuni wa kumaliza vita huko Gaza utapata matokeo yanayotarajiwa. Akizungumza wakati wa sala ya kila wiki, Papa amezitaka pande zote kushiriki kikamilifu katika mchakato wa amani, akisisitiza hitaji la haraka la kumaliza mzozo huo na kuanzisha kila alichokiita amani ya haki na ya kudumu. Wakati huo ambapo wapatanishi wa Israel na Hamas wamewasili mjini Cairo nchini Misri katika mazungumzo ya kujaribu kumaliza mzozo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Israel na Hamas zimekubaliana kuhusu sehemu kubwa ya mpango huo wa amani uliopendekezwa na Rais Donald Trump lakini akasisitiza kuwa swala la kundi hilo kupokonywa silaha ndilo linalojadiliwa kwa sasa na lenye utata. Dakika moja inatosha kukupa habari.